Leo tumewaletea tena kitu kingine kama tulivyowaambia kuwa sisi Kingo Farm

unaweza kuuliza kwenye kundi na ukajibiwa, ila tu kujiunga na ili kundi letu la mafunzo ya ufugaji unalipia ada ya shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili, unapata darasa, unauliza maswali, unajibiwa ushauri, utaelekezwa. Uh, ni elfu nane tu, ukilipia sisi tunakuunga, unapata darasa pia tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kimekuelekeza hatua za kuwafuga kuku wa kienyeji. Tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, kimekupa hatua zote za kumfuga broiler kwa kutumia tiba za asili. Pia tuna kitabu cha mwongozo wa ufugaji wa kutumia tiba, tiba kunenepesha kama formula ya kwa wale ambao wanafuga vile vijogoo, vidogo, vya lelezi, wanataka. Pia tuna soft copy kwa njia ya WhatsApp ukilipia unatumiwa papo hapo. Kwa hiyo utaweza kupeleka steshenari na uka print ili uweze kupata kitabu halisi. Aa, kama unahitaji huduma zetu utachukua na hapo kwenye video utatupigia au utatutumia ujumbe WhatsApp ili tuweze kukuhudumia. Huduma zetu ni nzuri na ni za uhakika, tuna watu wengi sana ambao tunawahudumia na wanafanikiwa sana. Tunashukuru na tunajivunia kitu kama hicho, sisi KingoFarm. Uh, sasa tukirudi kwenye somo letu la leo namna ambavyo huwa tunawakinga ndui shambani kwetu. Ugonjwa wa ndui nadhani wengi tunaufahamu. Ugonjwa kuku huwa anapata vidonda eneo la kuzunguka uso wake, anapata vidonda. Kunakuwa labda anakuta kuzunguka jicho au kichwani, wakati mwingine mpaka kwenye mwili wake kunakuwa kuna vidonda. Ah, kama yule kuku ambaye tumemweka hapo, huu ugonjwa unaitwa ugonjwa wa ndui. Ni mgonjwa, ugonjwa pia huu ni hatari. Unaweza ukaua kuku au kuku wako asikupe matokeo mazuri kama watakuwa na huu ugonjwa wa ndui. Sasa namna ambavyo huwa tunawakinga, tunatumia mimea ya aina mbili. Tunaota tukatumia aloe vera, lakini vile vile tunaota tukatumia cactus. Cactus kwa Kiingereza, kwa Kiswahili nadhani unaitwa mfurahisha au maeneo mengine unaita ulimi wa ng'ombe. Hii cactus nadhani mmeiona hapo kwa tunaoitwanga hiyo kwenye kinu, basi hii cactus huwa tunaitumia sana. Hasa leo hii nitakuelekeza namna ambavyo tunatumia cactus ku, kuweza ku, kunini kukinga huu ugonjwa wa ndui. Kwenye kukinga ugonjwa wa ndui, utaangalia kama cactus inapatikana shambani kwako au maeneo yako, basi utaitumia cactus kama unaikosa cactus. Utatumia aloe vera, lakini kama unakosa aloe vera, unaweza kutumia binzari binzari mbichi au yale ma njano. Sasa leo hii ngoja tuangalia hii namna ambayo tunatumia cactus, kwa sababu leo hii ndio hata hapa shambani kwetu tumewakinga kuku wetu na ndui kwa kutumia cactus. Hapa tumeandaa majani matatu ya cactus au ule ulimi wa ng'ombe au kumfurahisha, wengine wanaita haya. Halafu tumetwanga kwenye kinu, kwa sababu tulikuwa tuna changamoto ya umeme leo, kwa hiyo tumetwanga kwenye kinu, lakini ukiwa una blender yako unaweza uka blend vizuri kama kuna umeme, una blend kama hauna umeme, kama hakuna umeme au blender, basi unaweza ukatwanga uka kwenye kinu kama ambavyo umeona sisi hapo tunatwanga. Kila majani matatu ambayo utakuwa umeyatwanga, utaongeza na tangawizi moja kubwa. Kazi ya tangawizi ni kuwafanya kuku wapate hamu ya, uka, uka ya, hamu ya kunywa yale maji ambayo umeyaweka dawa. Uh, pia utaweka na kitunguu saumu kimoja kizima. Kazi ya giki kitunguu saumu ni kusaidia hii dawa iende ikafanye kazi vizuri. Hii dawa ambayo itakuwa sasa ni hii furahisha au hii cactus. Kitunguu saumu chenyewe kinasaidia iende ikafanye kazi vizuri. Tangawizi yenyewe inawafanya kuku waweze kupata hamu ya kunywa maji, kwa sababu unaweza ukaweka dawa kwenye maji yale ya kuku kwenye vile vyombo vya kuku na kuku asinywe, au wakawa wanakunywa kidogo alafu wanaacha, yani yale maji yanakuwa kama vile hayawavutii. Sasa unapoweka hii tangawizi, unawafanya waweze kupata ile hamu ya kunywa yale maji, na ukiweka hiki kitunguu saumu basi nafanya hii dawa iende ikafanye kazi vizuri kabisa. Kwa hiyo utaandaa mchanganyo kama huo. Aa, huo mchanganyo wote utaublend au utautwanga kwenye kinu, unaweka kwenye kila lita kumi ya maji. Kwa hiyo kwenye kila lita kumi ya maji unakuwa kuna majani matatu ya mfurahisha, kunakuwa vilevile kuna Tangawizi moja kubwa, halafu kuna kwa kuna kitunguu saumu kimoja kizima. Huu mchanganyo utaenda nao kwa siku tatu mfululizo. Kama tuseme umewapa Jumatatu, umetengeneza mchanganyo kama huu, ambao kwenye kila lita kumi ya maji, utaweka maji kama hayo yenye huo mchanganyo, unawapa wanywe full time. Yani ile asubuhi mpaka jioni wanakunywa, wanamaliza yale maji. Kesho tena utatengeneza mchanganyo kama huu huu, utaweka tena kwenye kila lita kumi ya maji, vipimo kama ambavyo nimekuelekeza. Hivyo utawa

lakini vile vile huu mchanganyo ni mzuri kwa sababu hii ni booster, pia inawa boost kuku, inawakinga na magonjwa mbalimbali, inaimarisha ina kinga za mwili wa kuku vizuri mara kwa mara. Aloe au kama unaweza kupata binzali mbichi, natumia binzali mbichi. Ah, muhimu tu ni kuwa na kile kitabu cha tiba za asili. Ukiwa na kile kitabu cha tiba za asili utayaona mambo mengi zaidi, kwa sababu mle ndo kuna kinga zote booster zote za asili, vitamini zote, pia kuna tiba zote za asili. Watu wanasema ugonjwa labda wa kideri au tibiki, lakini mle kuna tiba ya asili ya kideri ambayo ukiifanya kwa siku tatu tu unapata matokeo makubwa kabisa. Kuna tiba ya asili ya ndui. Hii niliyokutajia leo ni kinga ya ndui, sio tiba ya ndui. Kuna tiba ya ndui. Kwa hiyo ukiwa na kitabu utaona vitu vingi zaidi Hiki kitabu ni elfu kumi tu, lakini hautanunua tena dawa ya dukani ukiwa na hiki kitabu cha tiba za asili. Vilevile, kama kuku wako wanapatwa shida za kudumaa, hawatagi vizuri, basi si KingoFarm tuna vitabu ambavyo vimekupa maelekezo ya kuwafanya kuku wako waweze kuwa na afya bora, waweze kutaga vizuri, waweze kuwa na na uimara katika kila jambo kwenye kutaga, labda kwenye kufanyaje, wanakuwa kuku wazuri ambao wanavutia. Ukiwa na hivi vitabu vyetu tumekupa maelekezo yote, kama vitabu kama unavyoviona hapo. Kama ni broiler, tutakuelekeza namna ya kufuga broiler kwa kutumia gharama ndogo kabisa, kwa kutumia sana sana vitu vya asili, na hii yote itakusaidia wewe kuweza kupunguza gharama za ufugaji. Aa, kama kuku wako wa kienyeji wanakufa kufa, basi hiki kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji kitakusaidia sana. Unaweza ukajiunga na kundi letu la mafunzo ya ufugaji, ada ni elfu nane tu. Kama unahitaji hizi kwa sababu tunaamini utapata matokeo mazuri.